Kumbukumbu ya miaka 16 ya hayati baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu wafariki huko London, Uingereza tarehe 14 Oktoba mwaka 1999, Watanzania na mataifa mengine kwingineko duniani wakapokea msiba huo kwa mshtuko na masikitiko makubwa. Maombolezo haya ya pekee yalidhihirisha heshima kubwa kabisa anayestahili mwalimu na baba wa taifa, mwana wa Afrika, kutokana na sifa alizokuwa nazo katika kutafuta, kutetea na kudumisha amani na umoja, dhana aliyeishi nayo kwa vitendo sanjari na kauli zake. Mwalimu akawa kielelezo katika kuishi kiungwana na mstaarabu wa kuheshimu utu wa binadamu. Sifa hizi zikamjengea mazingira ya kukubalika hoja zake za kisiasa katika kudai uhuru pasipo umwagaji wa damu, na hivyo akaungwa mkono na mataifa mengi, ikiwa ni pamoja na gavana wa Uingereza hapa nchini wakati huo ikijulikana Tanganyika, Bwana Richard Turnbull. Katika dhana hiyo ya kuheshimu utu wa binadamu kwa kuzingatia misingi ya haki na usawa kwa wote, dhana ya uadilifu imebeba maana kubwa ndani yake, ikiwa ndiyo chanzo cha mwalimu kuwa mnyenyekevu, mpenda watu pasipo ubaguzi, mtu anayethamini utu wa binadamu, mtu wa haki, mwaminifu na mtu anayependa amani. Kumbe kumbukumbu kumbu hii inaturejesha katika msisitizo wa tunu pekee waliotujengea waasisi wetu, kumchagua kiongozi anayefaa kwa maana ya mtu anayejali masilahi ya wote, kuondoa na kupunguza malalamiko katika utekelezaji baina ya kiongozi wafanyakazi wetu maskini. Nchi hii bado ni nchi ya wakulima na maskini, ambao ni wakulima na, na wafanyakazi ambao wote ni watu maskini. Nchi hii haijawa ya matajiri. Tunataka tuendelee kushughulika na umaskini wa watu wetu. shughulike kwa dhati na matatizo ya wananchi, ya uchumi wao, hali yao ya uchumi, hali yao ya viwandani, hali yao ya mashambani, hali yao ya shuleni, hali yao ya hospitalini. Tunataka kuona hakika kwamba mtatuteulia mtu ambaye ukiulizwa swali, huyu anajua kwamba nchi hii ni nchi bado ni nchi ya masikini, kwamba nchi hii bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Anajua hivyo uweze kumjibu vile anayekuuliza hivyo kwa moyo wa dhati, kwamba na huyu anatambua hivyo. Kutokana na mantiki hiyo, kumbukumbu kumbu ya miaka kumi na sita ya baba wa taifa ni mwaliko wa kutafakari kwa kina kuhusu kipindi cha mpito katika kuwapata viongozi bora na wanaofaa kwa jamii, wananchi na taifa kwa jumla. Hiki ni kipindi cha mpito tunapotarajia kupata madiwani, wabunge na rais. Mimi binafsi ningewashauri Watanzania wenzangu wa, katika kutafuta hawa viongozi, tuache ushabiki wa, wa vyama tuna mtizamo wa kumwangalia mtu. Mimi binafsi ntachagua mtu, sio chama. Nikiona kwenye CCM kwamba huyu akienda katika baraza la madiwani kwa upande wa, wa madiwani anaweza akatuletea maendeleo katika halmashauri yetu, huyo ndo nitakayemchagua. Wananchi anapata fursa kubwa ya kuchagua mtu anayeona nafaa kwa maslahi ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Teweni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya, ya wananchi, hacha matarajio yako wewe ya mpiga kura Tupeni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya Watanzania, ubora wa kura ukidhi mahitaji ya sasa na kwa nyakati zijazo, yaani mtu ambaye anaweza akatoa hoja za msingi ambazo zinaweza zikatusaidia katika maendeleo ya nchi yetu. Vivyo hivyo na katika rais, mimi namchagua mtu, si chama. Mimi nina chama changu, lakini mwaka huu wakati wa kupiga kura namchagua mtu, na ningewashauri na watanzania wenzangu tuangalie mtu ambaye anaweza akatutoa hapa tulipo kwenda mbele zaidi. Tusije tukachagua tuka watu ambao wataturudishe nyuma hapa tulikofikia, badala ya kwenda mbele tukarudi nyuma, kitu ambacho kwa kweli tutakuja kujuta sisi wenyewe. Mwalimu akawa kielelezo katika kuishi kiungwana na mstaarabu wa kuheshimu utu wa binadamu. wa Watanzania, kuna mambo wanataka uongozi uyafanye, mengi tu, nitataja machache, mengi tu lakini nitataja machache ya tawatosheni. La kwanza, nitataja manne. La kwanza, Watanzania wamechoka na rushwa. Wajumbe wa zamani Halmashauri kuu ya taifa watakumbuka nimelipigia kelele jambo la rushwa ningali mwenyekiti wao hapa hapa Dodoma. Tafakari hii haina maana zaidi ya kutambua kuwa kiongozi bora hapatikani popote, ila kwenye maamuzi sahihi ya kila mmoja atakayepiga kura kwa kuzingatia ubora wa maslahi kwa nchi nzima. Vigezo vipo vingi, kwa kweli, kwa upande kwa mfano wa, wa diwani, tunawafahamu sawa, okay. kwamba kama ni mchapakazi, kama ni mwadilifu, maana tunafahamiana. Akiwa mwadilifu mchapakazi na mkweli, hao ndio watu ambao tunapaswa tuwachague bila kujali vyama vyao. Navyozungumzia uchapaji kazi ni hata katika kusimamia, hmm? Kiongozi ni mtu ambaye anakaa kwenye yuko na sera, sasa kuhakikisha zile sera zinatekelezwa vizuri, eh? Kwa upande wa, wa, wa uongozi kusimamia sera zilizotolewa, kama ni katika ngazi ya halmashauri, ngazi ya ubunge, hata urais au msimamizi mzuri na, na, na mtekelezaji mzuri, sio mtu wa maneno. Dhana ya uadilifu imebeba maana kubwa ndani yake. Sasa hivi hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini. Wasaidieni wananchi, hulio nayo mgombea mtakayemteua Lazima tumtetee wote, tumtetee. Lakini inatakiwa ukiulizwa, swali huyu atatusaidia kupiga rushwa vita? Jibu litoke ndani ya roho yako. Hapana hapa tu kwamba ndiyo anaweza, lakini si tukisimamia vizuri hizi, eh, rasilimali za taifa watu wote wataishi maisha mazuri maisha bora katika nchi yetu. Watu wameanza kutuzungumzia udini. Tuko hatuzungumzi mambo ya udini, udini katika nchi hata. Hatujali dini ya mtu, anaijua mwenyewe dini yake basi katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake? Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya sensas, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la u, dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Sasa tunamtafuta mtu ambaye kila anachokisema akisimamie na akitekeleza na kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo, ina maana tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika. Hiyo ina maana tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua wana Waislamu wa, wa, wa, wa wangapi, watafute wao. Sisi natuisumii kama maaskofu wanataka kujua wana wakristo wangapi, watafute wao, si wanakuja makanisani kuungama wawaulize. Sisi inatuhusu nini jambo la dini, hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndiyo ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini, bila haya, bila aibu Jitapa kwa udini. Tunataka mtuchagulie mgombea ambaye atatusaidia kuondoa mawazo haya ya kipumbavu katika nchi yetu. <laughs> na ukiulizwa na wananchi wa Tanzania kwa dhati nadhani mgombea huyu analiona hilo kwa uchungu kama mnavyoona nyinyi, mseme ndio uweze kujibu kwa dhati kabisa kwamba ndio. La mwisho nilisema nitataja mane tu. Nilikuwa New York mwaka jana, yuko mwenzenu mmoja, Gatrud Mongela, sasa hivi ni katibu wa akinamama wa mkutano wa akinamama watakaofanyika Beijing. Alini alinikaribisha chakula jioni katika flat yake hapo New York, akakaribisha jamaa wengine nikaona nao pale. Wakati tunakula mama mmoja wa kiganda ambaye anafanya kazi hapo kanaambia, mzee, mimi nilikuwa nafanya kazi katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Wakati nafanya kazi katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki, sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu na tunatajana kwa makabila yetu. Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao, huyu mkikuyu, huyu mjaluo, huyu muha, na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa kabisa, hatujui makabila yao mwambia yule mama ni wakati huo mama, nilimwambia ni wakati huo, sio sasa. Sasa Watanzania wanaanza kuulizana makabila, wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika. faida ya makabila iliyobaki ni ni kutambika tu basi. Lakini hasa ina maana gani nyingine? Katika nchi ya watu wazima, kabila lina maana gani nyingine? Hayati baba wa taifa, mwana halisi wa Afrika, mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mungu ailaze pema peponi roho yake.